Nikienda kuolewa hizo vitu, mm -hmm. Sitapata tena ana- n ko, ko, yani, anaamua kutoka huko, mm -hmm. Anasema hapa sipo, anasema hapa sipo kabisa, mm -hmm. na ukiangalia, mm -hmm. hiyo ni mapenzi ya biashara, mm -hmm. tunarudi, mm -hmm. kwa kijana lakini sijasema vibaya, namwambia sorry kwa sababu hii TV inafika mbali. Najua tukiongelea story inafika mbali, kwa sababu wenye kuichukua wenyewe wanajijua, hawataichukua vizuri. Kuna mwingine atakasirika, lakini hatusemi hivi tunaguza mtu, tunasema tu ukweli. Mimi tukisema ukweli ni kama ukienda hospital unakuwa na ugonjwa fulani, ukishamwelezea anakupatia dawa ya huyo ugonjwa, amechukua Sindio, halafu ugonjwa unapona, kwa sababu na hapa tuko tunaongelea, hapa ni kama daktari <behav> ni kama hospital yeah, oh yeah. Halafu yeah. Kijana naye ak... akiona hivyo akasema, wa sasa itakuwaje? <mati> nimempenda wewe, lakini naona nikimpigia simu sometime hachukui. Sasa kwa nini? maanake kuna kuna lengo fulani, sasa ilo anakuwa hajui sasa akishaona hapo, anaona mtu mwingine wanatoka naye, anamtoa out mm -hmm. Sasa yeye yeah, anaweza kuona kama alidanganywa, kumbe hapendwi hivyo. na naye kuna saa wa vijana wengi anafika, anaona kama wasichana wote ni wadanganyi mm -hmm. yaani wanadanganya tu anaamua kukata ana, ana mapenzi, anaamua kuingia ndani kwa mpombe kwa usherati. yeah, yeah. Mm -hmm. Kwa sababu moyo wake ulikuwa umependa, lakini mwenye umependa yeye anapenda afasi yenye haiko. Sasa kwa sasa hivi tunaweza sema we una mpenzi huko Kenya ama Burundi, mimi siwezi nikakosa mpenzi sababu mimi ni binadamu kawaida, hiyo haijanifikia lakini, mm -hmm kuna watu wengine najua hawasemi lakini, wako tu wamefikia na hiyo story, wako tu wanaumia. Unajua, mtu ukiwa katika ile hali ya kuumia, unafaa ujiongee. Yeah ya hivyo. Halafu na kitu kingine naweza washauri, ukishaeneza miaka ya kuingia kwa mapenzi, ingie. Kama bado acha, wachana nayo kama una kazi nyingi za kufanya, achana na mapenzi, kwa sababu na unaweza kuharibu kazi yako. Kuhusu mapenzi, mapenzi hayana mpaka na hayatizami kabila wala nini. a a, mimi naweza ni nikampenda msichana wa hapa na ni mtu wa Burundi huko, tena ni kawaida, si ni mapenzi? mapenzi hayana mpaka eh sasa kwa hivi, unaona ni miaka gani yenye mtu anafaa afikishe ndio aanze mambo na mapenzi? Kwawaida miaka ya kutoka ya kutoka utotoni, mm -hmm. inakuwa kutoka miaka 18 years. mm -hmm. ukishaeneza 18 years unakuwa, mm -hmm. uko na mawazo tofauti na watoto wadogo, mm -hmm. sindio? mm -hmm. Lakini si usema kwamba ukieneza hiyo miaka ndio unaingia kwenye mapenzi, unaweza mm -hmm. fikisha hata 20 years inawezekana ni nia yako tu, kila kitu kinatokana na kitu. mm -hmm. kwa sababu kuna vitu vingine mm -hmm. ukichanganya hivi mm -hmm. vinakuwa shida, na pia kuna mambo, kuna vile ambavyo unaweza changanya mapenzi na mambo ingine. mm -hmm. hiyo mambo yenye ulikuwa ilikuwa, ilikuwa, unafanya iishe, sasa ubaki na mapenzi. Unajua, unaandua, ukimshika mbili mmoja umponyoka. yeah. mm -hmm. uh inabidi ukiwa mm -hmm. na kichwa ngumu mm -hmm. ya kushika kila kitu. mm -hmm. nakuona kama ni sawa, mm -hmm. basi endelea mm -hmm. na naona kwamba ukiwa na story moja ukiingia, mm -hmm. kwa story nyingine nyingine na feli, basi acha.